Mtu mzima mtoto sehemu ya kumi na moja. Songa nayo na haya ndiyo malipo yako, mwanaharamu mkubwa weye. Aliongea hivyo jamaa huyo, ambapo alipomgeuza Sefu alimkuta bado anahema. Akanyanyua jiwe juu akijiandaa kulishusha chini, lakini ghafla alihisi kitu kizito kimemgonga kichwani mwake. Alipiga kelele za kuhisi maumivu. alikuwa si mwingine, ni Dolothea. Alichokifanya, alimnyanyua Sefu na kumpeleka nyumbani Sefu akawa ameokolewa bila hata yeye mwenyewe kujijua. Alivyoanguka aliumia vibaya sana Sefu, ambapo aliwaishwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Baada ya kupita siku tatu akiwa wodini, hali yake iliridhisha na kurudishwa nyumbani. Kwa upande wa mjomba wake, hakujua lolote linaloendelea kuhusu kuumia kwa Sefu. Alichojua ni kwamba Sefu amenguka. Tekla pamoja na Dolo hawakutaka kumweka wazi kwa kumwambia au kweli wote, kwani angerudishwa kwao na hata shule asingesoma. Baada ya kupita wiki nzima kwenye familia ya yule mama aliyeingiliwa kinyume na maumbile, ilikuwa ni aibu kubwa kwake na familia yake, Kwani watu wengi walisema mama huyo amebakwa, kumbe wakati mwanaye anamkimbiza sefu mpaka kuambuliwa kugongwa na jiwe kichwani mwake. Huku nyuma kuna watu wengine walikuja kwa ajili ya kufanya shughuli zao hapo mtoni, ambapo waliposikia kelele za mtu analalamika maumivu, walimsogelea na kuomba msaada wa kumnyanyua na kumpelekea hospitali. Hali kadhalika hata mwanaye pia, baada ya muda alirudiwa na fahamu, ambapo alijikokota mpaka nyumbani. Mama, samahani sana kwa kilichokukuta. Kila mahali ukipita una kashfa ya kubakwa tena kinyume na maumbile, kweli ni aibu sana, lakini nisamehe mimi mama yangu. Kwa nini Damasi unasema hivyo? Alichokufanyia yule mtoto, mimi pia nilimfanyia hivyo. Hey, ilikuwaje? Nilimfuma na mpenzi wangu. Nani? Sofia? Hapana, mwingine, anaitwa Dolothea. Mungu wangu, kumbe Sofia unamdanganya mtoto wa watu yule! Lakini ametokea, tumwachie Mungu tu. Sawa mama, lakini mwanangu, naomba ubaki na mwanamke mmoja, kwani licha ya maradhi, wewe mwenyewe umeona jinsi tunavyoharibika sasa hivi. Ungetulia na Sofia, haya yote yasingetokea. Tangu umeondoka, mtoto yule alikuwa anakuja hapa kutujulia hali, alionyesha mapenzi ya dhati sana kwenye familia hii. Badilika mwanangu. Nimekusikia mama, na nimekuelewa, na ahidi nitayatekeleza. Yalikuwa ni maongezi kati ya mama na mwana, ambapo ilikuwa ni siri yao kwamba kwa nini hayo yote yametokea. Uzembe wa mama ulidhihirika kwa mtoto vilevile, vile uovu wa mtoto pia ulijulikana kwa mama. Wote waliyaweka sawa na kuona ni mapito ambayo wanapitia tu. Kitu ambacho Damasi hakutaka kukiweka wazi ni kuhusu hasira aliyonayo ya kulipa kisasi kwa Sefu. Sefu alirudi katika hali yake ya kawaida kabisa, ambapo kwa bahati nzuri ulikuwa ni wakati wa likizo ndefu. Lakini halikuwa jambo la furaha kwa upande wake Dolothea, aliyezoea siku moja moja kukalia dudu la Sefu. Siku aliyojua kuwa Sefu anaondoka kesho yake, usiku huo alifanya kila jitihada mpaka asuguliwe na Sefu, tena ikiwezekana mpaka asubuhi. Kilichopo moyoni mwa Dolodhea kilitimia majira ya saa tano usiku, muda ambao hata mjomba na mkewe walikuwa wakila raha za dunia. Mziki waliowasha japo hukusikika kwa sauti ya makelele, lakini ulitosha kuweza kutosikia chochote kinachoendelea ndani humo. Dolodhea alitoka chumbani kwake akiwa na kigauni kifupi cha kulalia kilichomwishia juu kabisa ya mapaja, yaani akiinama mpaka uvungu wa kitumbua ulikuwa ukionekana. Aliingia chumbani kwa Sefu na kumkuta Sefu akiwa macho, kama naye alijua vile ujio wa Dolo. Sefu, leo nahitaji unisegue jamani, unaenda likizo halafu utakaa mwezi mzima ndiyo urudi, naomba unipe dozi ya mwezi mzima. utaniwa wewe mwanamke na mitego yako ya hii. Aliongea hivyo Sefu huku akinyoosha mkono wake na kumshika paja Dolo. Ah, yaani mkono wako Sefu kama una umeme, umenigusa tu nimesisimka kama nini huo ndio ulikuwa mwanzo wa ruksa ya vitendo tupu kutumika. Hakuna aliyemwongesha mwenzie, walivamiana midomoni na kuanza kubadilishana ndimi zao, huku wakishambuliana kuvuana nguo mpaka wakabaki tupu kama walivyozaliwa, ambapo haikuwa kazi ngumu, kwani Sefu alivalia bukta fupi, hata Dolo pia alivalia gauni ya kulalia peke. Ulimi kwenye chuchu laini za Dolo ulifika na kuanza kuzimungunya kama pipi kidonge mdomoni kwa mtoto mpenda pipi. Aliguna dolo huku mikono yake laini ikimshikashika sefu kichwani. Sefu alikiganda kwenye kifua cha dolo na kuzishughulikia ipasavyo chuchu hizo kitendo kilichomfanya dolo kunyanyuka hadi miguu juu na kumbana mgongoni sefu aliyekuwa kama ruba kwenye chuchu zake. Alizidi kulalamika Dolo kwa utamu baada ya Sefu kuongeza zoezi, ambapo alishusha kidole chake na kukiingiza kwenye kitumbua cha Dolo huku akikazana kukisugua kile kiarage chake kilichoanza kusimama baada ya kukutana na kidole. Alipiga kelele Dolo za utamu, ambapo wakati mwingine ilimlazimu Sefu kumziba mdomo. Alipoona uwanja umshakaa mkao wa kuchezwa mechi, hakutaka kusubiri mpaka mashabiki wampige na makopo. Alimlaza kiubavu, kisha akaibananisha miguu ya Dolo na kuikunja vyema kwa kuipandisha juu kidogo. Kwa jinsi alivyokunjwa, Dolo ilimfanya kitumbua chake kuonekana vyema kabisa. Sefu aliushika dudu lake na kuliingiza taratibu kwenye kitumbua hicho mpaka kiarage chenyewe kikawa kinacheza cheza, kushangilia jinsi dudu hilo linavyoingia. Waligalagazana hapo kitandani ambapo Sefu kilichomshinda ni nguvu, hakuwa na nguvu ya kutosha kuweza kuhimili jinsi Dolo alivyotaka mtindo huo wa kubiringishana kila muda. Tayari kitanda kilionekana kama hakikutandikwa. Ilikuwa goli baada ya jingine, mapumziko mafupi, kisha mchezo uliendelea. Yalifika majira ya saa tisa kamili ndiyo Dolo aliondoka chumbani kwa Sefu huku akiwa anapepesuka kwa kuishiwa nguvu. Kwa upande wa Sefu ndiyo ilikuwa mara mbili yake. Miguu yake ilikuwa ikitetemeka kama mgonjwa wa kifafa. Kila alipojaribu kujizuia alishindwa. Hapo hapo usingizi mzito ukamchukua. Asubuhi na mapema, kwa kuamshwa kama mwanafunzi asiyependa shule, ndiyo Sefu aliamka na kujiandaa kwa ajili ya safari. Kwa upande wa Dolo ndiyo ilikuwa hatari. Yalikuwa kama majira ya saa nane usiku kwake, kwani alilala fofofo. Hata alipoamshwa hakusikia chochote. Ilikuwa ni takribani mwendo wa masaa matano kufika nyumbani kwao Sefu. Kwa upande mwingine, alijisikia furaha kwenda kumwona mama yake na dada zake alikabidhiwa simu fulani ya Nokia kwa dharura yeyote itakayotokea njiani aweze kutoa taarifa kwa urahisi. Kila muda mama yake alikuwa akimpigia simu na kumuulizia mahali alikofika. Kwa bahati nzuri au mbaya, pembeni ya siti ya Sefu aliketi mrembo mmoja aliyemzidi umri. Sefu alikuwa ni dada mkubwa, ambao kwa mavazi yake alionekana wazi ni mjanja wa mjini. Alitoa tableti yake kubwa na kuanza kuangalia video. Headphone kubwa ilikuwa masikioni mwake ambapo kwa uzuri wake kuna vijana wengi walitamani kuketi naye japo waongee chochote. Sefu alipojiangalia simu tu anayotumia ni Nokia ya tochi tena ya kupewa. Hakutaka hata kumsemesha, akawa anamvutia hisia ndiyo tayari ameshampata. Amemwingiza geto na kuanza kumshikashika kisha kumsugua. Aliposhtuka, moja kwa moja aliupeleka mkono kwenye dudu lake lililoanza kusimama kwa jinsi dudu la Sefu lilivyokuwa kubwa lilijichora vyema kwenye suruali yake ambapo alichukua begi dogo la mgongoni na kuliweka juu ya mapaja yake kulificha. Samahani mdogo wangu, wewe ni mwenyeji wa bombi. Ndiyo, hapo ndipo ninapoenda. Anha, mimi pia naenda huko kwa ajili ya kujiandaa na safari nyingine. Kwa hiyo utalala gesti? Ndiyo, halafu kesho niendelee na safari kwani nikiunganisha nitakuwa nimechoka sana. Basi usijali, mimi ndio mwenyeji wako. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Sefu, wewe je? Naitwa Shani. Shani? aliuliza Sefu kwa mshangao, kwani kumbukumbu zilimwendea kwa Shani yule anayemjua. Ee, mbona umeshtuka? Ah hapana, una jina zuri mpaka limenishangaza. Basi hapo ndipo ikawa mwanzo wa maongezi kati ya Shani na Sefu. Kichwani mwa Shani alipendezwa sana na ukarimu pamoja na ucheshi wa Sefu. Sefu akiwaza ni jinsi gani ataweza kumsugua mrembo huyo ambaye tayari ameshamchukulia kama mdogo wake. Basi liliwasili stendi ya Bombi ambapo Sefu na Shani walishuka na kuanza kutafuta mahali pazuri pa kulala Shani. Wakiwa wanatembea njiani, kabla hata hawajatoka getini, kwa mbali Sefu alipata kumwona mama yake, akajificha mahali mpaka mama yake alipojichanganya na watu wengine kwenye stendi hiyo. Mbona ulijificha? Ah, kuna mtu sikutaka anione. Twende upande huu. Sefu ndiye aliyekuwa kiongozi wa msafara, ambapo alimpeleka mpaka kwenye gesti iliyokuwa na mandhari nzuri ya kupendeza. Wote waliingia mpaka ndani ya chumba hicho, ambapo Sefu aliendelea kuwa mcheshi kwa Shani. Mm, natumaini hujala. Ngoja nikakuchukulia chakula. Unakula nini? Aa, mdogo wangu hapo umeongea. Niletee chipsi kavu na kuku robo. Kinywaji je? Fanta pasheni. Halafu ungeoga kabisa kuondoa uchovu ili ukimaliza kula upumzike. Baada ya hapo, Sefu alipotaka kuondoka aliitwa, ambapo aligeuka mwili mzima Chukua hii hela bwana. Asante sana kwa kunijali, kweli nimepata mdogo wangu wa damu, aliongea hivyo na kutoa shilingi elfu ishirini. Na wewe ukachukue chakula uje tule wote kabla hujaenda nyumbani. Sefu bila ya kujivunga, aliichukua hela hiyo, kwani mfukoni alikuwa na noti ya shilingi elfu tano tu, akuondoka kufanya manunuzi ya chakula. Huku nyuma Shani alibadilisha nguo na kuvaa taulo ambapo kiukweli alijaliwa umbo zuri la wastani yaani sio mnene sana wala mwembamba. Maeneo ya nyuma alifungasha mzigo ambao ulikuwa sio mkubwa sana lakini ulionekana vyema na kupendesha kiuno chake cha nondola. Chuchu ndiyo kwanza zilikuwa zikiamka, zilionekana kama mtoto wa miaka tisa. Lipsi zake nene alizozipaka lipshaini ziling'aa vizuri na kuongeza balaa kwenye uso wake. Kwa ufupi, alijaliwa umbo la mahaba. Akiwa hapo kitandani, huku akiwa na taulo pekee, alijilaza kifudifudi na kufanya makalio yake kuinuka kama vilima viwili. Taulo lenyewe lilimezwa katikati ya mstari wa makalio. Ukisimama kwa nyuma yake, yaani uvungu wa makalio ulionekana laivu kwa ufupi wa taulo hilo. Alishika simu yake na kutafuta jina alilolisevu Mihabi akampigia. Helo babe, umefika? Ndiyo na kusubiri wewe tu, nina hamu hapa mwenzio kama nini. Itaendelea. Aya sasa, kumbe binti ana bwana ake, na Sefu amejiaminisha kumla. Je, nini kitajili? Usikose sehemu inayofuata ukilaiki na kukomenti unazidi kunipa moyo jamani.